kuba twoshobora no kuja hamwe twese abakenyezi turashoboye twabitahwa ivyo atubwiye kandi tugiye kubikorerako turashimye cyane twongera tumukengurukira zokwame yibutse kutugendera. Katika mwendelezo wa juhudi za kuimarisha mshikamano wa Waislamu na kuhamasisha maendeleo ya jamii, kiongozi wa kinamama wa Kiislamu nchini Burundi Hadjati Jeanne alifanya ziara rasmi katika wilaya ya Bubanza, mkoa wa Bujumbura. Ziara hiyo ilipokelewa kwa bashasha, mapokezi yaliyojaa heshima, furaha na mapenzi kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Kabla ya kuanza hotuba rasmi, Qur'ani tukufu ilisomwa kama alama ya baraka na utulivu, ikifuatiwa na utambulisho wa viongozi mbalimbali aliyokuwa ameambatana nao kutoka mazoni na makomini tofauti. Katika hotuba yake yenye busara na msisitizo Hadjati Jeanne aliwahimiza Waislamu hususan wa kina mama kudumisha umoja mshikamano na ushirikiano wa kweli sambamba na kuhimiza wazazi kuwapa watoto wao elimu ya dini ili kuandaa jamii ya kesho iliyoimara kiimani na kimaadili. Alisisitiza pia umuhimu wa kuyaheshimu na kuyatii maelekezo ya viongozi wa dini pamoja na kuchangia katika ujenzi wa Ofisi Kuu ya Mufti kama sehemu ya majukumu ya pamoja ya kuendeleza dini. Katika hatua ya mwisho ya kikao hicho, alitoa nafasi kwa maswali kutoka kwa wananchi na kuyajibu kwa utulivu na hekima. Tukio hilo lilihitimishwa kwa furaha tele, ambapo kwa mapenzi makubwa ya wananchi wa Bubanza, Hadjati Jeanne alifungashiwa zawadi mbalimbali kama ishara ya heshima na kuthamini juhudi zake za kujenga jamii ya Kiislamu siku ya leo na furaha kubwa sana kuona leo Allah akatuwezesha kufika kumine Bubanza, alhamdulillah. Kwa kweli nina furaha kubwa sana nilivyopokelewa na wamama kwa shangwe, kwa wingi, kwa takibira nyingi, na lengo haswa la kuja kuona na wamama katika mji huyu wa Bubanza, nilikuhamasisha wakina wakinamama tuunge umoja tuwe kitu kimoja, haswa mapenzi wakinamama wa mke, tushikamane, tutumikie nchi yetu, tutumikie jamii yetu ya Kiislamu. Wakinamama tuungane, tutumike fasi moja, haswa mapenzi na huruma ndani yake, ili kufanya wakinamama wajiunge wa kitu kimoja wafanye mashirika mbalimbali mbali. Huku sana wengi wamenambia, wanalima kuna wanafanya mifugo, wanatakiwa washikwe mkono kuonesha nyanja watapita wapi, ili kesho mwanamama wa Kiislamu aone kuwa kama turi hamwe twese birashoboka. Wakinamama nataka mwamke, msimame, dukorere hamwe tubikintu kimwe urekewa gukora utugwitugwi oya oh gukurira hamwe twese ni miheza giruvie kumana gutandukana ni mivumo tukiwofa sme tukashikamana tutafika kwenye malengo. Hii ni Bambara TV habarika vilivyo ndani ya dini yako, nami ni Musa Kitabu wa hadha. Salamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatu